Ina ambapo katibu wa hazina ya kitaifa Dr. Chris Kiptoo amesema serikali iko tayari kupokea mnunuzi mwingine atakayenunua hisa za Safaricom kwa bei tofauti na ile wanayouzia kampuni ya Vodacom. Kauli hiyo inajia baada ya wabunge wanaopinga uuzaji huo kuibua maswali kuhusu uwezekano wa serikali kupata hela nyingi iwapo wangewapa wanunuzi wengine nafasi ya kununua hisa zile. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kamati ya fedha Kuria Kimani akitetea hatua ya serikali amesema kura, ni vyema sana kuuza hisa zile kwa mnunuzi aliye na uelewa biashara pasi na kuuza hisa zile kwa mnunuzi asiye na uelewa wa biashara kama ile ya kampuni ya Safaricom. Serikali inapoendelea kujitetea kutokana na mikakati ya kuuza hisa za Safaricom kwa kampuni ya mawasiliano ya, ya Vodacom, baadhi ya wabunge wa bunge la kitaifa wameonyeshwa kutoridhishwa na hatua ile, wakisema kuwa serikali ingeruhusu hisa zile kuuzwa kwa soko la kimataifa, ili kuwepo na wanunuzi wengine walio na ari ya kununua hisa zile.

Haya anajia wakati ambao wizara ya hazina ya kitaifa ikitangaza kuwa wako tayari kwa mnunuzi mwingine aliye na nia kununua hisa zile kwa bei nyingine tofauti. Kufikia sasa hisa moja ya Safaricom inauzwa kwa shilingi 34 japo wabunge wengine akiwemo Dindi Nyoro wamekuwa wakitaka hazina ya kitaifa kukubali wanunuzi wengine kununua hisa zile Vodacom. Dr. Kiptoo pia ameongeza kuwa hawangeuza hisa zile kwa wananchi kwani wangeuza hisa zile kwa bei ya chini ikilinganishwa na bei waliyoiuza. Aidha, mwenyekiti wa kamati ya fedha Kuria Kimani akitetea hatua serikali ya kuuza hisa zile kwa kampuni ya Vodacom amesema kuwa ni vyema kuuza hisa zile kwa mnunuzi aliye na uelewa wa biashara husika. Because if we offer to the public,

So if you get someone else from outside and they come there are chances that they will disrupt the entire model of this business. Zablon Mashare, Undugu TV.